Jambo jema sio lazima wakaliona watu wengi wanatutishia kwamba Chadema itakufa tusiposhiriki uchaguzi. Uchaguzi gani? Chadema itakufa hii? Naife kama tasimamia jambo la kweli na watu wasijue kwamba tunasimamia ukweli, naife kuliko kuwepo inasimamia uongo <laughs> kuliko tuwe na chama kinachosimamia uongo. Tuko tayari sisi wengine kuacha hii siasa kama viongozi wetu mnataka mimi na Lissu tusimamie uongo, mimi siko tayari kuwa sehemu ambayo na riski maisha yangu nata, wakati wote na windwa alafu nasimamia uongo na ukataa CCM. Mimi na nafasi ya kwenda CCM, nikapata nafasi, nimekataa kwenda kuwa sehemu ya uongo, alafu mtu ananiambia niwe chadema kwenye sehemu ya uongo huku na, pot, na, na riski maisha yangu, si bora niende kwenye CCM ambako nitakuwa sehemu ya uongo halafu sina riski yoyote ya maisha. Unanielewa vizuri? hatutakuwa tayari kusimamia uongo. Rais Samia aliunda tume ya haki jinai na ikampelekea mapendekezo, miongoni mwa mapendekezo ni kwamba mtu asikamatwe kabla ya upelelezi ujakamilika na ushahidi kuwepo. Leo wanamuweka mwenyekiti wetu kwa siku zaidi ya kumi na nne, wanasema wana ushahidi asilimia 60. Kwa nini? Wakati tume ulioiunda ikatumia pesa za walipa kodi, ili kuambia kwamba msikamate mtu kabla hamna ushahidi, ili mkimfikisha mahakamani, kesho yake asomewe shtaka lake, aanze kujibu mashtaka yake. Kama wanataka wamshikilie Lissu mpaka uchaguzi uishe kwa kutumia hizi mahakama, sisi kelele haitanyamaza. Dunia imezungumza na dunia itazungumza. Wakili wake wa kimataifa Robert Amsterdam amezungumza, kuanzia Jumatatu Umoja wa Ulaya, bunge la Umoja wa Ulaya yataingia, Umoja wa Mataifa yataingia, nchi zote wanazo, kila sehemu, kila sehemu tutawasa, tutawafanya muonekane kwa sura mlionayo, tutawaanika kwa vile mlivyo. Kwa hiyo Bwana Masada, mkoa wako tunahitaji fomu hizi, zaidi ya saini milioni kumi na tano tutazipeleka Umoja wa Mataifa. Sio kazi ngumu hii, pigeni fotokopi sainini hizi karatasi. Na sasa wameanza kuziwinda, kwamba wataenda kwenye ofisi zetu, wanavamia watu wa wanyang'anyi. Zisainini, tunahitaji hizo signature kabla ya mwezi wa tano huu kuisha. Watanzania wakimfanye hii kazi kwa bidii kubwa, kila kata itoke na hizi fomu, mwende kuzisaini, zirudi zije makao makuu tuzipeleke Umoja wa Mataifa kwamba kuna watanzania milioni 15 hawataki uchaguzi wa wizi. Na mwisho kabisa. Subscribe now.